TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba, TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa. Aa, maisha kwanza na TMDA. TMDA na TMDA. Afya bora kwanza na TMDA. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii, kwa lengo la kukujuza, kukuhabarisha, lakini pia hata kukukumbusha mambo mbalimbali ambayo unapaswa kuyatekeleza kwa lengo la kulinda afya yako, kulinda afya ya jamii. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Simwanza, na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi chetu cha TMDA na jamii, katika studio tunakuwa tuna jambo letu au tunakuwa na, na mada ambayo kwa pamoja tunapenda tuijadili. Na kwa siku ya leo tuko katika mkoa wa Songwe na naongelea katika wilaya ya Mbozi ambapo hapa tunakutana na wa wananchi kwa lengo la kutoa elimu kuhusiana na masuala mazima ya udhibiti wa dawa, matumizi sahihi ya dawa, na hapa tunalenga dawa za mifugo, na tutakutana na wafugaji, lakini pia mbali mbali na wafanyabiashara mbalimbali ambao wanahusika na masuala mazima ya mnyororo wa dawa za mifugo, na katika kipindi hiki tutakuwa na mkaguzi um, wetu Bwana Adam Sarota pamoja na mkaguzi um, Bwana Nuu Kiwele ambaye ni daktari wa mifugo ambao watazungumza na wananchi hawa kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapata elimu, lakini mwisho wa siku wanatimiza wajibu wao. Endelea kuwa nami. kubwa tuliokuja kama umekuwa shahidi, nimewatumia patia vipeperushi vya aina mbalimbali, lakini kubwa zaidi, asubuhi ya leo tunataka tufundishane juu ya habari ya matumizi sahihi ya dawa, hususan kwa upande wa mifugo yetu. Tumekuwa na changamoto ya matumizi holela ya dawa, lakini pia tumekuwa na changamoto ya ununuaji wa dawa katika vyanzo visivyo rasmi tumekuwa pia na changamoto ya, ya, ya, ya usugu wa vimelea kwenye mifugo yetu. Sasa leo tutatoa hiyo elimu ambayo inahusiana na matumizi sahihi kwenye mifugo ya dawa. Sawa jamani. Na tunavyozungumzia dawa, kama mnavyofahamu, chochote bidhaa au kemikali ambayo inatumika kwa ajili ya kutibu ugonjwa hiyo tunaita dawa, lakini tunazo chanjo pia ambazo tunazitumia kwa ajili ya kukinga mlipuko wa magonjwa kadha wa kadha kwenye mifugo. Tuna chanjo ya mapafu, tunazo chanjo mbalimbali, mnazifahamu wafugaji. Sasa hizo zote zinatakiwa zi, zitumike sahihi, lakini pia tunazungumzia vifaa tiba kama sindano tunazozitumia kwa ajili ya, kutu, kuchoma mifugo wetu wanapokuwa wanaumwa au tunawapa chanjo. Hizo zote zinatakiwa zitumike kwa usahihi. Ninapozungumzia matumizi sahihi ya dawa ni kwanza kabisa tuwaze kwenye chazo cha dawa, unakoipata. Yapi ni mazingira sahihi wewe ya kupata dawa au chanjo? mazingira sahihi ya kupata dawa au chanjo ni kutoka kwenye premises au nasema eneo maalum ambalo limesajiliwa na Wizara ya Mifugo au na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba na likaidhinishwa kuwa liwe linatoa dawa. Kwa maana hiyo sasa, eneo lililosajiliwa ni pamoja na eneo ambalo linakuwa linatizi vigezo. Vigezo hivyo ni pamoja na mazingira ya uhifadhi wa dawa. Wewe ukija hapa mnadani, ukanunua dawa iliyoanikwa labda imewekwa kwenye sulfeti chini au kwenye turubai chini, unakuwa hujanunua kwenye chazo sahihi. Matokeo yoyote yatakayokuwa yametokea kinyume kwenye mfugo wako mara baada ya kutibu, mamlaka haitawajibika kujibia hilo swala, kwa sababu wewe ulinunua kwenye chanzo kisicho sahihi. Umenunua dawa kwa mtu tu anatembeza kwenye baiskeli njiani, basi unakuwa hujanunua kwenye chanzo sahihi. Sisi chazo sahihi tunachokiamini ni jengo maalum ambalo mamlaka au wizara ya afya au ya, ya, ya mifugo ilifika ikajirizisha ikaona imekizi vigezo akapewa usajili kuanzia muuzaji mpaka jengo. Hiyo ndio inakuwa eneo sahihi, lakini pia huwa tunashauri unavyokuwa unanunua dawa kutoka kwenye hivyo vyazo huwa vinaambatana na risiti, ili ya kwamba hata kesho kama dawa imeleta matokeo tofauti kwa mfugo wako umenunua chanjo baadaye, ng'ombe akaota nundu kubwa, sisi tunajua sasa hii chanjo. Je, ilikuwa ina madhara? Mamlaka inawajibika kujibu kama chanjo ilikuwa na madhara baada ya kuwa imetoka kwenye chazo sahihi. Sawa jamani, kwa wafugaji tuache tabia na tukawe mabalozi hata kwenye minada mingine. Kama kuna mnada ambao unakuta mtu anauza dawa ametandika hapo, sisi leo tumekuja kutoa elimu. Nimeuliza hapa kwa chini chini wakaniambia hakuna hiyo tabia. Mimi nawashukuru viongozi lakini pia wasimamizi wa soko la mifugo nawashukuru sana, lakini tuwe mabalozi wazuri. Kesho asiibuke mtu akakuletea gari amepaki skuruga hapo, au amepaki hapo, anauza dawa. Sio uuzaji sahihi, kwa sababu dawa zinahifadhiwa kwenye joto lidi linalotakiwa. Kwa hiyo ukiweka kwenye gari amepata joto pale, manake dawa mpaka inafika huku inakuwa tayari imesha haribika kwa sehemu lakini pia inakuwa imepata vumbi na vitu vingine, hivyo vyote vinaleta athari. Hebu imagine umeenda hospitalini daktari au, au umeenda kwenye duka la dawa, daktari anaenda kuchokonoa dawa kwenye dambo fulani huko, utafurahi? Jamani wafugaji, tutafurahi? au unaenda hospitalini unakuta dawa zimeanikwa mpaka zimebadilika. ni waenda Njombe nikakuta mpaka maandishi yamefutika, jua limewakia ile dawa mpaka maandishi yamefutika. Sisi kama mamlaka tunazichukua zote, tunakupa faini, lakini sisi hatutaki tufike huko. Lengo kubwa sisi ni kukupa elimu ili tulinde afya ya jamii. Ukilinda afya ya ng'ombe, umelinda afya ya mtoto wako, umelinda afya ya jamii zima, kwa sababu mtumiaji wa mwisho wa madhao yatokanayo na wanyama ni binadamu, sisi wenyewe. Sawa jamani. Kwa hiyo tuwe na matumizi sahihi, lakini pia kwenye matumizi sahihi tuna vigezo vitano ambavyo huwa tunavizingatia. Hapa leo mtakuwa mashahidi, nataka najua hapa wapo wafugaji. Kwa mfano ng'ombe amevimba matezi, ng'ombe anahema kwa shida, anakuwa anaumwa ugonjwa gani? Sana nilikuwa nauliza hilo swali kwa mtego tu, kwa sababu nafahamu ndio changamoto. Kuna desturi hii mtu anasema ng'ombe anaema kwa shida, hata kwa mapafu hiyo, kachukua ile ng'ombe ile dawa iliyochola mapafu ile ile ndio yenyewe inatibu ile. Kwa akienda dukani, anaenda kuuliza dawa iliyochola mapafu, anaambia bwana, ile dawa yenye mapafu ile, au nipe OTC, bwana, ndio dawa yetu pendwa. Sasa kufanya hivyo ni makosa ndugu wafugaji na wafanyabiashara wa ng'ombe. Sawa jamani. Mtu wa sahihi wa kutusaidia kutambua ugonjwa ni daktari. Nafahamu kweli, huenda kwenye hii kata yupo daktari mmoja, lakini jitahidi umtumie huyo huyo mmoja tulionayo ili ya kwamba atusaidie. Anaweza akashindwa kufika, lakini akatusaidia kutupa ushauri sahihi. Kwa hiyo mtu anasema anaumwa mapafu, lakini hiyo dalili ipo kwa ng'ombe anayeumwa ndigana baridi, ipo kwa ng'ombe anayeumwa ndigana kali. Mnyi wenyewe ni mashahidi, ng'ombe anayeumwa isefu mnaona anavyohema kwa shida, si ndio? Hivyo sasa, hiyo dalili pia ipo kwenye mtu, kwenye ng'ombe ambaye ana tatizo lingine la mapafu. Kwa hiyo unaweza ukajikuta magonjwa karibia matano yanaonyesha dalili moja zile zile. Daktari akija kupima atatumia stethoscope, atapima mapigo ya moyo, mapigo ya mapafu, atachukua thermometer, atapima joto la ng'ombe, atajua kuwa ng'ombe anaumwa nini. Nini nilichokuwa nazungumzia, lazima tumpate mgonjwa sahihi na ugonjwa sahihi. Sawa jamani? Matokeo yake ukitumia dawa kwa namna hiyo, sema ngoja nimpe OTC, kumbe OTC yenyewe haitibu ugonjwa wa mapafu, haitibu ndigana kali. Matokeo yake unachokifanya ng'ombe atashindwa kupona. Unapokuja kumwita daktari, tayari kile kimelea kinazidi kuwa sugu mwilini, na matokeo yake utalazimika kutumia gharama kubwa, utalazimika pia kutumia dawa kali zaidi, utalazimika pengine hata kumpoteza ng'ombe. Nimeona afya za ng'ombe wetu hapa wengi changamoto ni nyingi. Ng'ombe tukukonda hivyo, haimaanisha ana amekula makaratasi na maana nyingi, inawezekana ana upungufu wa lishe, ana upungufu wa matatizo kadha wa kadha. Tuwatumie wataalamu ili tuupate ugonjwa sahihi kwa mgonjwa sahihi. Omba hii ichukue pia kama moja ya jambo la kuitendea kazi, lakini pia ninawaomba muwe mabalozi wetu. Tuna watu wanaitwa vishoka, sawa jamani? Sisi kwetu tunawaita QA. Ni, ni, ni watu ambao wanajifanya madaktari wa mifugo kwa sababu tu wamefuga miaka ishirini, na nyinyi wenyewe ni mashaa tena. Nyinyi ndio mmewasaidia kuwapa, kuwa, kuwa jina mmewapa pawa. Mpaka wakati mwingine mimi nimetibu kule Ilinga, nikienda mimi yani sieleweki. Ananiambia alikuja dokta fulani, unaambia dokta, mbona mimi simfahamu kwenye halmashauri yangu? Ananiambia hapana, huyu yupo na ndo tunaye muelewa, ndo anayetusaidia nini. Ninachotaka niseme kwamba mdaktari ambaye serikali inamwajiri anakuwa amekidhi vigezo Hakuna daktari ambaye hapitii mchakato wa ajira na taratibu zote za kuajiriwa na kukizi vigezo, isipokuwa tunao vishoka ambao wanafanya kazi kwa uzoefu. Nyinyi wenyewe mnamfahamu mzee fulani kwenye huu mji, mimi simjui, nyinyi huenda mnamjua, ambaye mmekuwa mkimtumia mara nyingi kwa sababu tu ana uzoefu fulani na mmemwamini hivyo, na kwa sababu amekuwa akitibu. Lakini sio kila ugonjwa, sio kila ng'ombe akikonda ana tatizo, amekumeza karatasi, anatakiwa achukue epsom solti. Si kila ng'ombe aliyokonda ana tatizo la minyoo, anawezekana ana shida nyingine. Kwa hiyo, tuwe mabarozi wazuri kwa kuwatumia wadaktari walioajiliwa na serikali, waliokizi vigezo. Lakini pia kama daktari akija hujalizika na huduma anayoifanya kwa wakati mwingine, daktari anakuja amechoka, anakuambia huyo bwana, wewe unajua ile itakuwa minyoo hiyo shughulika naye hapo, ishirini kwa kumi hiyo sio utaratibu kamili. Mtusaidie kuripoti taarifa hizo kwenye uongozi ili ya kwamba tumsaidie. Sawa jamani, tunayeathirika ni sisi. Mimi nafahamu mtu mmoja ametoa mfano hapa, tuna dawa tatu tu za ushindi, una otisip, una penistip, una albendazo. Haujui albendazo inatoa mimba haitoi mimba, wewe ni kunywesha tu. Mambo ni mengi, muda ni mchache, sasa hivi vitu tutavijuaje? Lazima tuwatumie wataalamu. Sawa jamani. Niwaombe sana kama mnaona kuna changamoto ya daktari tulionao, mimi simjui, lakini taarifa hizo wala sio kumchonganisha, ni kufikisha kwenye uongozi ili mkaweza kusaidiwa, lakini ninachoamini wanafanya vizuri, waliosajiliwa. Tuache kuwatumia vishoka, ambaye hana taarifa kamili, ni mtoto tu wa fulani, amezaliwa hapa, mnamfahamu. Baadaye ng'ombe akifa, ndo mnakuja sasa kulaumu dawa za siku hizi feki, TMDA hawafanyi kazi yao, wanatuletea madawa feki, kumbe nyinyi hamjafuata vigezo Niendelee na mada yangu ya mgonjwa sahihi na ugonjwa sahihi. Mimi nawashukuru kwa ajili ya, ya, ma, ya maelezo hayo mliotoa. Mmoja ametoa minyoo na huenda na yenyewe na ni moja ya sababu, kwa sababu tu kama manyoa hivi yalivyoinuka, kila ni moja hapo ya dalili ya minyoo. Sawa jamani, nakubaliana na nyinyi, lakini huyu ng'ombe anaweza kaa pia ana tatizo lingine, tena wakati mwingine anaweza kaa hata ana tatizo la kuzaliwa nalo kuna semba na defect nyinyi hamwezi kuijua, ndio maana tunahitaji wataalamu. Wakija sasa, tuna ule uzoefu ambao mtu akiona tu ngombe manyoya hayo, ah, piga albendazole kumi, fanya nini kumi. Sasa yawezekana ya, mwaka hii zone hii tunayotumia hatutumii tu albendazole. Yawezekana minyoo iliyoko maeneo haya yanahitaji utumie labda levamisole, yanahitaji utumie aina nyingine ya, ya, ya, ya, ya, dawa ya minyoo, lakini kwa sababu haujamtumia mtaalamu, matokeo yake utatumia albendazole tu peke yake. Lakini pia je, dozi sahihi nizungumzie kwenye matumizi sahihi. Huyu ng'ombe kwa haraka haraka, ana kilo ngapi? Hapa tutoe mfano, arobaini, hamsini, arobaini, hamsini. Mmeona majibu tuliyopata, kuna mwingine alisema thelathini hapa. Maana kuna moja ng'ombe kama huyu atampa dozi thelathini. Kuna mmoja atampatia hamsini kuna mmoja atampa 40. Mmeona ng'ombe wa aina hii? Moja. Kwa hiyo maana yake nini? Hatapata dozi sahihi kwa sababu hajapata uzito sahihi. Mtaalamu akija ana ile tepi ya kupimia uzito. Yenyewe anaweka hapa inamwambia ana kilo 80. Kilo 30 albendazole inahitaji mizi ngapi? Ni mizi moja kwa kilo 30. Ana calculate anajua ni mizi ngapi zinatakiwa zitumike. Lakini wewe ukiamua tu nyumbani kilo 30, tena wafugaji ndio mna tabia ile ya kushusha uzito. Yani mtu akiamka sasa, ah, huyo atakuwa ishirini na ngapi sasa? Ameshazoea ku minadani, huwa tunachushiana uzito, lakini ukija kwenye uhalisia, sisi tunapima live weight, uzito ambao mnyama anakuwa nao akiwa hai. Huyu ukimchinja ataonyesha thelathini, lakini akiwa live atakuwa hamsini. Sawa jamani? Kwa hiyo unakuta unampa dawa sio dozi sahihi, kwa sababu umemwanda weight umempima uzito chini ya kiwango. Nini ninachosisitiza watumike wataalamu kwenye matibabu ya dawa, tumeona matokeo yake. Ng'ombe kama huyo anaweza akapata dawa kwa wataalamu kaza wakaza hapa, dozi tofauti tofauti, kwa sababu tu hajapimwa uzito sahihi. Daktari akija kwako asichome ng'ombe bila kupima uzito, apime uzito, lakini pia apime joto ili aone, inawezekana tunaangalia minyoto lakini ana tatizo lingine la ugonjwa ana ndigana baadhi nyingine imekuwa ikimsumbua mara kwa mara. Tuwatumie wataalamu tulionao watusaidie kutibu wanyama vizuri, sawa jamani. Lakini tununue dawa kutoka kwenye vyanzo sahihi. Nimeenda kwenye maduka kadha wa kadha wakati nafanya ukaguzi, nimekutana na dawa nyingine hazijasajiliwa hata kusajiliwa. Dawa nyingine imeandikwa tu namba ya simu mtengenezaji, ametengeneza Mbeya jiji namba ya simu tu imeandikwa pale, hata ujue hata ni kiwanda gani kinatengeneza. Kwani usichukue hapo makampuni ya Jubaili hapo makampuni ya Farm Access hapo makampuni ya Farm Center? Chukua dawa kwenye vyazo sahihi. Dawa kama ile sasa, amechukua dawa haijasajiliwa hata kusajiliwa na mamlaka ya TMDA. Tunamuuliza mzee, sasa hii dawa ina, imesajikika, inaleta madhara. Tunaomba utupe chazo sahihi, umeipata wapi hii, sisi tuitrack tuichukue, tuiondoe sokoni. Yeye mwenyewe hata risiti ya manunuzi hana. Matokeo haya yote Yani, kwa dawa haijathibitishwa na mamlaka hatujui hiyo dawa kweli ni dawa ya ng'ombe, yawezekana ni maji tu yamewekwa, hatujui. Hamjasikia mtu anasema hazifanyi kazi, kupe wana, wana, ng'ombe, wanaingia kwenye josho wanatoka na makupe vile vile. Hayo yote mtusaidie mamlaka, ili iweze kutujua nini chazo na wapi, wapi pameharibika, labda mtengenezaji ame, hajakizi viwango, ili mamlaka zipite ziondoe hizo dawa sokoni, lakini zinaweza zikatoa notisi kwa mtengenezaji kwamba afanye moja mbili tatu kwa ajili ya kulinda afya ya jamii sawa. Jamani, tuje kwenye swali lingine. Nawauliza swali lingine, ng'ombe wetu akitoka kutibiwa, maziwa hao wanatumia baada ya siku ngapi? Ukweli ni kwamba walio wengi hapa, nyinyi wenyewe mnaweza kukaa mabalozi, walio wengi siku ile aliyemaliza dozi ndio siku ile maziwa anaweza kutumika tena mbaya zaidi unaenda kumpelekea mtoto wa jirani yako, na yeye ni kachanga tu kadogo, kanaenda kunywa maziwa yana vimelea vya OTC, yana ya, ya, ya, ya, ya, mabaki ya OTC, yana ya, ya mabaki ya penicillin, yana mabaki ya dawa kaza wa kaza mwilini. Nini ninachotaka ni maanishe tufate maelekezo ya dawa kwa kuwatumia wataalamu, kwa sababu mtaalamu akija kuchoma atakwambia hii dawa ya minyoo yenyewe sio antibiotic, hii inatakiwa utumie maziwa baada ya siku ngapi. Hii dawa ya ya, ya, ya ndigana kali, hii penicillin, hii dawa fulani, maziwa yanatakiwa ya tumike baada ya mda gani? Wewe ukichukua maziwa yenye vimelea yenye mabaki ya penicillin ukampa mtoto mdogo ambaye alikuwa anafanya matibabu kutumia dawa fulani maybe OTC, hizi dawa zinakizana. Kwa hiyo huyo mtoto anaweza kaza kuhalisha, huyo mtoto anaweza asipone ugonjwa wake, kwa sababu amekunywa mayai yenye vimelea vya madawa Kuku akiwa ametoka kutaga a, kuto, kupata matibabu au ng'ombe ametoka kupata matibabu, tuepuke kutumia dawa ma, mazalia hayo au ma, mazao hayo yanayotokana na mifugo. Wakati ng'ombe ametoka kwenye matibabu mpaka siku tatu zipite. Sawa jamani lakini kwa nyama ni siku ishirini na moja. Tuwe wazalendo wa tulinde afya ya jamii kwa kujilinda wenyewe. Athari yake ni hii hapa watu, wa, wa, wa, wa, wa, watu waidiwili. Matokeo ya kutumia mame, a, mazao yatokanayo na mifugo yakiwa na mabaki ma, ma ya dawa ni wewe mwenyewe pia kujitengenezea usugu mwilini. Mwili wako unachukua kemikali au sumu za dawa ambazo hazikutarajiwa zimetoka kwa ng'ombe. Kwa hiyo baadaye hata wewe mwenyewe ukienda kutibiwa unaambiwa hii dawa kwako haifanyi kazi vizuri. Kwa sababu vimelea vilishazoea kupokea sumu za dawa na vikatengeneza usugu mwilini. Kwa hiyo tunapoteza ng'ombe, mwenyewe kwanza anakuwa na usugu wa vimelea, tunakupoteza na wewe mwanadamu kwa sababu unakuwa na usugu wa vimelea. Tuwe mabalozi chanya, ng'ombe daktari akikushauri kwamba huyu hafai kuchinjwa anatakiwa afukiwe, pamoja na hasara zote tunazozipata, tulinde afya ya jamii. Huwezi ukaona athari ya leo ya kwako leo ya kwa koleo, lakini matokeo yako unaweza ukayapata baada ya miaka miwili mbele. Unaweza ukashangaa mtu ana tatizo la kaza, ana matatizo mengine na mengi na mengi, usugu wa vimelea. Hayo yote yametokana na matumizi holela ya dawa. Tuwe mabalozi wazuri, tulinde afya za jamii kwa kulinda pia afya za mifugo. Unavyolinda afya ya mifugo, umelinda afya ya jamii. Tuwatumie wataalamu, tuwe na mgonjwa sahihi, maana ya kwamba ng'ombe sahihi Sio kwamba tu kwa sababu baba fulani anavyotibu dume lake, wao anatumia OTC na mimi ninatumia OTC. Baba fulani alitumia OTC kwa sababu ng'ombe wake alikuwa na tatizo linalotibiwa na OTC. Wewe yawezekana siwe OTC, lakini tuwe na ugonjwa sahihi. Tumeona hapa dalili tu za kukohoa, dalili za kuhema kwa shida na dalili za matezi likuvimba, yameleta magonjwa tofauti. Nyinyi hapa mmekuwa mashahidi, wengine wametaja mapafu, wengine wametaja homa, wengine wametaja ndigana baridi, ndigana kali. Kwa hiyo unaona majibu ni mengi sana. Nani anaweza anataka tusaidia kupata ugonjwa sahihi ni daktari, na yeye pia akishindwa kuna maabara zipo kila kanda, anaweza akachukua sambuli akachukua damu akachukua kinyesi akaenda akapima. Hii minyoo ambayo inashindikana kila mwaka tunaomba dawa ng'ombe wetu na hakai vizuri, huyu mzee amelalamika hapa, ng'ombe wake aliyemleta hapa, yawezekana shamba dawa nyingi nyingi nyingi, kumbe anayeshughulika nayo ni aina minyoo ambayo haitibiki na rubendazo, inatibika na dawa nyingine inaitwa levamizo. Tutajuaje? Tupeleke sambuli za kinyesi mtaalamu chukua apeleke maabara ili tupate ugonjwa sahihi. Lakini ni, ni, niseme dawa sahihi, nimeshazungumzia dozi sahihi. Ukiwa umeanzisha matibabu ng'ombe, ikaonekana siku ya kwanza alikuwa ni kambako, alikuwa ameenda kulima, akawa anachechemea, hawezi kulima, anashinda na lalalala, ukamchoma OTC leo. Kesho asubuhi unafungulia, una kwenye zizi, yuko vizuri, amechangamka, hahitaji tena dawa? Hapana, hakikisha unamaliza dozi. Sawa, jamani? Unaweza ukasema mbona jana alikulima lakini leo hili kambako limelima vizuri, sina haja ya kupeleka kuchoma tena sindano. Unachokifanya yule dume, kwa, kwa sababu ulimchoma jana dawa, vimelea vikawa vimeshambuliwa, vime, vime, vime na ile dawa, kwa hiyo nguvu ya vimelea imepungua, lakini haimaanishi kwamba vimeisha, vinaweza vikawa bado vinaendelea. Kwa hiyo matokeo yake unashangaa, baada ya siku tatu mbele, tena dume ameshaanza kuzoofeka, unapojifikiria ngoja nikachukua tena ile dawa nichome ni tena ile dawa. Ameshatengeneza usugu, kwa sababu wale wadudu walipokuja ilivyokuja ile dawa walitengeneza njia ya kujikinga wasiuliwe na ile dawa. Kwa hiyo wanakuwa sugu, ile OTC haitibu tena, penicillin tena haitibu tena. Nini makosa? Hatukumaliza dozi. Sawa jamani? lakini dozi pia inaenda na uzito, kama tulivyotoa mfano hapo. Mmeona nyi wenyewe washahidi, mmoja anasema 30 mwingine ukimuita mchinjaji hata achukua ile akishachinja inasoma ina ngapi. Sisi kwenye dawa tunavyotibu tunaangalia uzito wakati mnyama akiwa amesimama yuko hai, sawa jamani. Kwa hapa pamoja na content zote za chakula zilizoko tumboni zote zile zinajumuishwa kwenye uzito, na ndio maana unasikia choma miezi kumi kwa kilogramu kila, kila, kila 100 kwa hiyo unaweza ukamkuta ng'ombe ambao wewe ulikuwa unamchoma miezi 5 kumbe ulikuwa ulikuwa unamupa ch dozi chini ya kiwango. nini tujakufanya tumtumie mtaalamu. Akija mtaalamu ni mzoefu, lakini pia wana ule utepe ya kupimia uzito watapima uzito, atajiridhisha, atakupa dozi sahihi. Kwa hiyo tuwe na dozi sahihi kwa kumaliza dozi, lakini tuwe na dozi sahihi kwa kumpa kiwango kinachotakiwa kulingana na uzito wake wa yule ng'ombe. Mwisho kabisa, tumpe muda na wakati sahihi. ng'ombe ng'ombe anatakiwa apate kama aliazishiwa dozi labda, tuwashumu ni leo asubuhi, sawa jamani, na dozi ni siku tatu consecutive kwa mwendelezo. Kwa maana hiyo, maanake, na kesho asubuhi muda kama ule anabidi apate dawa. Sasa tuna ile tabia, huyu daktari nani mpaka aje, ngoja tupeleke kwanza akalime, baadaye mchana atakuja, atakua, atakuja kuchomwa. Ni makosa. Ng'ombe ambaye anaumwa mwache nyumbani, mpe chakula namna nyingine, apate matibabu kwa wakati, kwa sababu unapomzidishia muda wa kupata dawa, matokeo yake vile vimelea vinazidi kuwa sugu. Mtazamaji, baada ya kuwasikiliza wataalamu wetu bwana Adamu pamoja na bwana Nu, sasa ulifuata wasaa ambapo wananchi pia walikuwa na maoni yao, lakini pia waliweza kutoa dukuduku zao. Hebu tusikilize nini maoni ya wananchi baada ya kuwa wamepatiwa elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya dawa, na tunaongelea dawa za mifugo. Kwanza leo nishukuru kuja wataalamu, kuja wataalamu wa mifugo kuja watu wa wizara afisa mfugo wa mkoa. Nimejifunza vitu vingi, lakini cha kwanza nimejifunza sana kununua dawa eneo sahihi. Jambo jingine, tumeongezewa elimu na mtazamo chanya kwamba mfugaji aelewe kumbe, mfugo ni benki inayotembea kiasi kwamba asipothamini na kutunza anapunguza thamani ya mfugo. Lakini jambo lingine la muhimu na zuri kwamba Mheshimiwa Rais ameweka ruzuku kwenye dawa za mifugo ili, nimeshukuru sana na nimepongeza. Lakini ningeomba pia wananchi na wafugaji kukubaliana na elimu na uongozi wa serikali kwamba kama kuna chanjo, basi tuchanje ili kukinga magonjwa. Pia niombe kwa upande wa wataalamu, chanjo zifike kwa wakati, zifike kila eneo, ili kukizi viwango vya kupata mifugo bora. Asante kwa kuja, ninashukuru. Changamoto tunazozipata hapa ni moja ni, ni, ni katika kutibu ng'ombe, hatutibi kwa wakati, mpaka ng'ombe aumwe ndo labda tutibu kwao. Nachoomba, mngenipa namba zenu za simu, ili ng'ombe akiumwa, aki niwe nawapigia simu, mnakuja kumtibu. Halafu na ugonjwa mwingine unaitwa ugonjwa wa kwatu, kuwa kwenye kwatu kuna kuwa vidonda. mwaka huyu ng'ombe zimeteseka sana. Elimu niliyopata leo itanisaidia katika, katika kutibu yule ambaye, yule ambaye alikutibu bubu, ambaye sio dokta mwenyewe kabisa. Hey, ndaachana naye. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, hivi ndivyo ambavyo kwa siku ya leo kipindi chetu cha TMDA na jamii kimetia nanga katika mkoa wa Songwe katika wilaya ile ya Mbozi, na tumeweza kuelewa na kuweza kuwasikiliza wananchi namna gani wameambatana nasi katika kipindi hiki kwa lengo la kuongeza uelewa, lakini pia kuna namna gani nao wanashiriki katika masuala mazima ya udhibiti, nini mchango wao, wamepata kujua nini wajibu wao katika swala zima la kulinda afya ya jamii. Ninakushukuru wewe ambaye umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ambapo tunahitimisha. Kumbuka, leo tulikuwa mkoa wa Songwe katika wilaya ya Mbozi. Ninaye kushukuru na kukuaga kutoka TMDA na jamii, naitwa Gaudensi ya Simwanza. Lakini ninakualika ukiwa na maswali, maoni au dukuduku, usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz au kutupigia kupitia simu ya bure kabisa, nayo ni nambari sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri sifuri nane nne. Mpaka muda mwingine, kutoka TMDA na jamii, nakwambia kwa heri. TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama, afya kwa taifa. Aa, maisha kwanza na TMDA.